Niwaombe watanzania wenzangu hii lulu tulionayo, sio kitu cha kubedha wala sio kitu cha kutikisa na kwenda kujaribu, na waswahili wanasema sumu haijaribiwi kwa kuonja. Tumejionea sisi wenyewe yaliyotokea, wapo walioathirika, hata ambao walikuwa hawahusiki na hayo mambo, lakini tumeenda kuangamiza watu wasiokuwa na hatia kwa tamaa zetu sisi ama mambo yetu ambayo tunayatamani kwenye maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo niombe nuru tulionayo nayo nirudie, ni, ni heshima kwetu, ni pendo kubwa la Mwenyezi Mungu aliyotujalia tuweze kuwa nalo Tanzania na sio mahali pengine popote. Ya tamko la mbunge ambaye anajulikana kama Yusuf Majala wa CCM jimbo la Chemba, nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imetembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii. Kwa maana kuna wengi ambao wanajaribu kuhoji, wanajiuliza itakuwaje, na inaonekana kuwa ni tamko ambalo limetekenya taifa la Tanzania na serikali ya Mama Samia Suluhu kwa ujumla. Sasa kuna wale ambao wanajaribu kujiuliza, kwa maana huyu ni mbunge wa CCM, na watu hao kuwa wanatarajia atoe tamko kama hili, kwa maana alikuwa anasema kuwa tumeangamiza wasiokuwa na hatia kwa tamaa zetu. Sasa hapa alikuwa anaongea kuhusu wale ambao hawakushiriki kwenye maandamano na vilevile walishua vipigo na maafisa wa jeshi la polisi, anarejelea tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka wa 2025 pale ambapo vijana wa majenzis walishushua vipigo na maafisa wa jeshi la polisi ambao waliwaua, waliwateka, waliwatesa na vilevile vile kuna wale ambao walipoteza viungo tofauti tofauti vya mwili. Kwa hiyo ni ishu ambayo imekuwa ikiongelewa kwenye majukwaa tofauti tofauti, na wananchi pia wanaongea kimya kimya chini ya maji ndiyo angalao wasisikizwe na vyombo vya usalama, kwa maana hivi ni vitu ambavyo, hivi ni vitu ambavyo ukivijadili katika majukwaa tofauti tofauti utapata kama unatekwa na maafisa wa jeshi la polisi ama vyombo vya usalama vitakuwa vinakutafuta. Sasa mbunge wa jimbo la Chemba Kunti Yusuf Majala wa CCM ameyasema haya Januari tarehe 27 mwaka huu wa elfu 226 wakati akichangia katika bunge la 13 mkutano wa pili kikao cha kwanza. Sasa hapa amesema hayo wakati wa kujadili hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan aliyoitoa Novemba tarehe 14 mwaka wa 2025, ambapo Kunti amesema sisi sote ni Watanzania na tuna Tanzania moja, yeyote anayejaribu kuiharibu amani haitaisha hapa bali itatembea kizazi hadi kizazi. Sasa hapa inaonekana kuwa alikuwa anarejelea kile ambacho kilifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025 pale ambapo vijana waliamua kujimwaya mwaya barabarani kuakisha kuwa wameshiriki kwenye maandamano. Sasa ni maandamano ambayo ilileta vitu vingi, ilikuwa ni vurugu mechi ya kupitiliza, kwa maana vijana walikuwa wanasema kuwa bila mabadiliko hamna uchaguzi ambao ungefanyika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vilevile vile walikuwa wanaonyesha ghadhabu zao kwa serikali ya Mama Samia Suluh Hassan, kwa maana kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinafanyika nyuma ya pazia, ile hali ya ufisadi kufanyika, watu kutekwa, watu kupotezwa na vilevile vile watu kuuawa na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa serikali ya Mama Samia Suluh Hassan imetengeza mazingira ya kuaminika kuwa maafisa wa jeshi la polisi hawakuhusika na mauaji ambayo yalifanyika nchi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na vile vile kulikuwa na figisu, figisu ya kuwa wanajeshi kutoka nchini Uganda walisafirishwa na kuingia nchini Tanzania, kuhakisha kuwa wamewasaidia jeshi la polisi kuwadhibiti vijana ambao walikuwa wanaandamana. Sasa hivi ni vitu ambavyo tumekuwa tukiviongelelea kwa mapana na marefu, kuhakisha kuwa tumepata mengi ama zaidi, kuhakisha kuwa wewe kama mtazamaji na vile vile msikilizaji umepata uhondo zaidi ama kile ambacho kilikuwa kinafanyika wakati husika. Sasa huyu mbunge ndio anajulikana kama Kunti Yusuf Majala ni mbunge ambaye alichaguliwa na tiketi ya chama cha CCM na watu wa huku wanatarajia angesema haya kadamnasi ya umma, kwa maana kuna wabunge wengi ambao wameamua kukuwa vilaza na vilevile vile kuna wale ambao wameamua kukuwa chawa Promax, ambapo wao wanasema tu vitu ambavyo vinafurahisha serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa hapa amesema haya wakati wa kujadili hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyotoa Novemba tarehe 14 mwaka wa 2025, ambapo Kunti amesema sisi sote ni Watanzania na tuna Tanzania moja. Yeyote anayejaribu kuiharibu amani haitaishia hapa, bali itatembea kizazi hadi kizazi. Sasa baada ya video hii kupandishwa kwenye mtandao wa kijamii kuna wengi ambao wameishare, kwa maana ni video ambayo imetembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii, wengi wanajaribu kuhoji vitu vingi ambavyo mbunge huyu alikuwa anavisema katika kikao hichi. Sasa ni Bunge la kumi na tatu, mkutano wa pili, kikao cha kwanza. Sasa kuna wale ambao wamedondosha komenti zao hapa. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Oscar Visuma, anasema mbona kama ni mgeni kwenye ushetani huyu? Tuki Mwai anapona. Alafu Nzt anasema anatekwa kesho kutwa huyo. Nipo pale nimekaa, si anaitwa kunti, mtaniambia. Pin this comment. Buying underscore area anasema ubalozi sun, alafu akaweka imoji ya mtu ambaye ameangua kilio. Karen underscore anasema hapa wote kimya, hakuna wa kupiga makofi. Alafu akatag Bunge la Tanzania Lucky Star underscore house of decoration, anasema Luka 19:44 akajibu akasema nawaambia, ninyi wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Zuri Spears Pat anasema huwezi kuongea pointi kwa ujasiri ni kunyime like, alafu akaweka emoji ya makopa. Mwingine hapa anajulikana kama Maflex anasema mgeni huyu eh? inaonekana kuwa anashangaa kwa maana haya ni matamshi ambayo hayakuwa yanatarajiwa kutoka katika kinywa cha mbunge huyu ambaye anajulikana kama Yusuf Kunti. Majala Bavicha underscore Queen 2019 anasema ndio kwa sababu ya vio vyenu. MC Peter Mwampondela anasema God bless this lady, alafu akafatanisha na emoji kadhaa za makopa. Pride Boy tizi anasema huyu hakuwepo kantin alafu akaeka emoji ya mtu ambaye anashangaa. Nana 6697 anasema anafanana na umi mwalimu. Sasa umi mwalimu aliwahi kuwa ama ni mbunge wa maeneo ya Tanga na wakati fulani pia aliwahi kuwa waziri wa afya. Mtu peace bajaji anasema huu ujasiri si bure, Mungu akulinde kwa kusema ukweli. official_nameless_ujia anasema huyu atakuwa mgeni wa jiji sio bure, ngoja tuone itakuwaje watotowa kambo ama watoto wa kambo ndio anasema huyu kama hawajamteka sijui. Alafu akafatanisha na imoji kadhaa za makopa na imoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Nick MS25 anasema bado uko ndani ya kundi la wauaji ama mauaji, maongezi yako ni upumbavu tu kama bado haujajiuzulu. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Hamis huotalav anasema hii ni Tanzania au mbona sijaelewa. Kaligram cmg anasema kwani huyu hakupata skripti? Rich one bilionea anasema huyu ameshatingisha meza yenye vinywaji vya gharama, mweke kwenye maombi, anasema hivyo. Ellen machafu anasema maskini dada, tunakuonea huruma japo unazungumza ukweli. Mwingine hapa anajulikana kama Runji Andasko papi anasema huyu mgeni hapa Galilaya. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Jovin Tipa 7 anasema una uhakika huyu CCM kweli? Hata ukiangalia hayo mavazi mbona CCM yupo kimwili, roho ipo CDM, yote kwa yote. Hongera kwa kuongea ukweli unbothered. 35 anasema mambo ya kupiga makofi yanakaa kimya, ila mtu akinywa maji inashangiliwa. Alafu akaweka emoji ya mtu ambaye ameangua kilio. Angel underscore Nema anasema hilo jimbo maendeleo saa hauni. Alafu akaweka emoji ya mtu ambaye amecheka. Ima underscore Magira anasema mna uhakika mmemwelewa, akaweka alama ya kiulizio akafuatanisha na emoji ya mtu ambaye amecheka. Msikilizeni tena. I am BRK for real anasema mashetani wameanza kumkataa shetani mkuu, watauana wenyewe kwa wenyewe, sasa zamu ya huyu ipo njiani. Emma a tu tunasema hawapendi kuambiwa ukweli, hawajapiga makofi mama. Mama umenena vema. Alafu Fora Akombe anasema ni mimi tu sielewi au, huyu amejaribu kuuliza. Alafu Yusufti anasema ofisi ya maadili ya chama. Sun id Singapore anasema kipimo cha kujua mbunge mwenye akili na hoja bungeni ni makofi Ukiona mbunge hapigiwi makofi, ujue anahoja, ila ukiona makofi, ujue hilo limbunge ni mbumbumbu. Alafu I am Jasne anasema asante kwa kusema ukweli, ila hatuna wewe tena bungeni. Mwingine hapa anajulikana kama Laiboni Zekelia anasema alikuwa mbunge viti maalum kwa tiketi ya Chadema ni miongoni mwa wale COVID-19 kiasili anayechembembe za Chadema alikuwaga amenyooka sana, sema sasa ugali. Sasa ni baadhi ya wale ambao wanadondosha komenti zao baada ya video ya mbunge huyu ambaye anajulikana kama Kunti Yusuf Majala ambaye anatumikia eneo bunge ama jimbo la Chemba nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa katika bunge la kumi na tatu mkutano wa pili kikao cha kwanza kuna tamko ambalo alilitoa na ni tamko ambalo linaonekana kuwa limewatekenya wananchi na vilevile serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwa maana hapa anasema kuwa kuna vitu vingi ambavyo vilifanyika, sasa ile hali ya kuwaua watu ambao hawana tia. Sasa mbunge huyu amesema hayo Januari, tarehe 27 mwaka wa 2026, wakati akichangia katika bunge la 13 mkutano wa pili kikao cha kwanza, amesema hayo wakati ndio wa kujadili hotuba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan aliyoitoa Novemba, tarehe 14 mwaka wa 2025, ambapo Kunti amesema na namnukuu, sisi sote ni Watanzania na tuna Tanzania moja, yeyote anayejaribu kuiharibu amani haitaishia hapa bali itatembea kizazi hadi kizazi. Sasa ni tamko ambalo limewaacha wengi vinywa wazi, wanajaribu kujiuliza hatma ya mbunge huyu ama maisha yake ya baadaye ya kisiasa, kwa maana ikumbukwe ya kuwa kuna wakati fulani aliwahi kuwa mwanachama wa Chadema, lakini wakati huu yuko CCM na anawakemea wauaji ama wale ambao walitekeleza mauaji tarehe 29 mwaka wa 2025 E, mwezi wa kumi pale ambapo vijana waliamua kufika katika maeneo tofauti tofauti kuhakisha kuwa wameshiriki kwenye maandamano nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, kulike na vilevile vile kushare. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania wenzangu, hii lulu tulionayo sio kitu cha kubedha wala sio kitu cha kutikisa na kwenda kujaribu, na Waswahili wanasema sumu haijaribiwi kwa kuonja. Tumejionea sisi wenyewe yaliyotokea, wapo walioathirika hata ambao walikuwa hawahusiki na hayo mambo, lakini tumeenda kuangamiza watu wasiokuwa na hatia kwa tamaa zetu sisi, ama mambo yetu ambayo tunayatamani kwenye maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo niombe Nuru tulionayo, nirudie, ni, ni heshima kwetu ni pendo kubwa la Mwenyezi Mungu aliyotujalia tuweze kuwa nalo Tanzania na sio mahali pengine popote.